Na tukisalia kwenye masala ya afya ni kwamba serikali kuu na zile za kaunti zimekubaliana kuwalipia wahudumu wa kujitolea wa afya malipo ya SHA bila kuwakata chochote kwenye malipo yao kuanzia ya mwaka ujao. Kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Duale, ngazi zote mbili za serikali zitatoa pesa nusu kwa nusu na kugharamia matibabu kamili ya wa wahudumu hao wa afya wa nyanjani kwa mradi ambao utagharimu takriban shilingi milioni tisa. Waziri Aden Duale alikuwa katika ziara kaunti ya Tharakanithi ambako kando na kunadi mradi wa Taifa Kea alizuru hospitali ya Chuka ambayo ilipandishwa kwa ngazi ya tano. Hapa alifungua chumba cha wagonjwa mahututi cha kisasa ambacho kina vitanda vitano na kimoja cha isolation. Kadhalika walifungua wadi mpya ya wagonjwa ishirini. Duale na mwenyeji wake Gavana Muthomi Njuki wakisema afya kwa wote ni muhimu na uwekezaji katika miundo msingi utachangia kuimarisha afya wananchi. Unaona hapa saingine awaeleangwi so ombi la hawa wananchi ni hata hao, kwa sababu wanauza maziwa, wanauza kawa, majani chai, they also be allowed to pay, also monthly. So those who have been going out, but the county commissioner, your chiefs, wale wanaenda hizi hospitali, ziko na majina spices hapa, before they go there, let them check. Hours could even be better. Nimetoa Bwana Duale hapa na ameniambia yeye, akipata shida hii asipelekwe pale nyingine, apelekwe wapi? Afya ni muhimu. Unajua unaweza kuishi be wa bila kwenda shule lakini huwezi kuishi na ugonjwa. Do you know that you can decide not to school? Umangamange tu kwa village, lakini wewe jaribu ukowe mgonjwa alafu usiende hospitali. So healthcare is a critical social pillar. Aidha, wakazi pia wametakiwa kuzingatia umuhimu wa matibabu kokote waliko. Huku waziri Duale akipigia debe utendakazi wa wahudumu wa afya wa nyanjani ambao wanahusika pakubwa katika ukusanyaji wa data ya matibabu. Na mimi nikitoka hapa, please, talk to Dr. Kuriko of KPNDC, the regulator akuja hapa chuka kesho aregister your amenity, apatie license by Monday. Kwa mujibu wa Duale, mafikiano yapo kuhakikisha wahudumu hawa na familia zao sasa watapata huduma za SHA pasi na malipo yoyote kuanzia Januari. nyinyi mtapata bima ya SHA, premium, bure. The 107,000 community health promoters. Viongozi wa kaunti hiyo wakitaka serikali kuu kuzingatia ahadi zake za kuimarisha sekta ya afya. Athman Saidi, Runinga ya Citizen. Now, okay.